Kumbatie mwanakwaya mtata kuliko wote. <laughs> <Jesus> Mwanangu, <Christ. Hey! sighs> mgonja njo mkumbatie mwanakwaya anayependa sana kula jo. <laughs> <laughs> Mpe mkono kiongozi ambaye kila muda anaonekana hayupo serious, anaipenda sana kujilemba

Mkumbatie mdada anayeimba kuliko ntuu. <laughs>